Ana Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina ni kama Mika, sikia, naitwa Pastor Praise. Ni vipi amani, bwana wake. Niko na watoto watano, namshukuru Mungu wakike wa wawili wakuda na watatu. Haleluya, yeah. Haya, Yesu asifiwe yeah. Ninasemania asante kusimama katika madhabahu ya Jerusalemu, maana haya ndio madhabahu yanayonilea hapa. Hapa ndio nimeanza utumishi wangu mpaka nimefikia hapa nilipo sasa, Mpaka sasa tunasimamishwa na jina la Yesu Kristo. Yesu ni Bwana, lakini huwa anapenda kusema Yesu ni Mungu. Kwa sababu gani? Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Alikuwa kwa nani? na neno ni nani? na Mungu, Yesu Kristo ni nini? Anasema ye ni namba la la mbinguni. Na anasema, na. Anasema, na anasema na. Kwa nani? Kwake huyu Yesu ni nani? anasema yeye ndiye atasimama katika uwanja wa huku kutuhukumu sisi, kametajwa Mungu hapa Yesu. jipange msemaji, tunaenda Zaburi mia moja ishirini na nne. Mwamini neno Baba, uliwe mtakatifu uliye kata katika kiti cha enzi mbinguni, kukiwa Baba unatutazama tukiwa katika mlima wa Yerusalemu huu leo hii, siku yako ya Sabato, Baba tunahitaji Roho wako mahali hapa, Baba batasawali watuongoze, Mungu mahali hapa, maana sisi hatuwezi Baba yangu. Baba ukatujaze na uwepo wako na nguvu zako Mfalme, Baba ninahitaji Roho wako kama Baba, mtumishi Baba, kanenena watu wako Baba, kondoo wako alioweka mahali hapa, ni wewe utakayenena nao, basi nenda ukanene nao, kanijaze nguvu Baba, yale mapenzi yangu ya kimwili Baba yakaseti na kuvunjika, utukufu wako kaseti na kuongezeka. Baba, ukanene na watu wako, kwa maana hakika wewe ni mwaminifu, basi nenda ukatende, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba sote. <laughs> Amen. Unasema mwaka huu tunaingia kama Yehu na ngine ndio ile, mnalikumbuka mtumishi alihubiri, Yehu alikwenda na kasi. Zaburi mia moja ishirini na nne kuanzia moja, msomaji mtumishi wa Mungu, Mungu akuongoze eh? Amen. Amen. Kitabuni cha Zaburi mia moja na ishirini na nne kwanzia mstari wa kwanza inasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi kutoka huko mpaka sasa mahali tumefikia, Israeli na aseme sasa. Amesema ya kwamba tulitegwa kuna mitego watu wanaketea, na hiyo mitego tusipokuwa makini tutafanya nini? kuna mazo. Na tena nasema kama si yeye kutoka huko mwanzo mpaka sasa, hakika tusingefika mahali hapa. ni kwa sababu gani? Endelea msomaji. Amen. mm -hmm. A kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi mm wanadamu walipotushambulia, hai tunasikia ya maneno, mwanangu umepigwa na mangapi na walimwona ni mangapi, watu wamekutendea mpaka sasa, unaona utukufu wa Bwana. Hakika kama si Mungu mimi na ya kwamba mimi nisinge kuwa mahali hapa, kama si Mungu mimi tayari ni kama katika mbaka, kama si huyu Mungu nisingefika mahali hapa, lakini hiyo mchego yote litewa kutoka sasa Mungu amejaribu na kuniepushia, tunapita tunapenda, tuna mpaka tumefika mahali hapa Amen. Mtumishi akasema tuwe karibu sana na huyu swa... Mungu mana, tutakapokuwa karibu na Mungu uesa hivitezo tunaishi. Tusipokuwa karibu na Mungu na kutenda huko wa Mungu, tutanaswa, mnanielewa ama mnamwelewa Mungu?

Tumeza wazima wazima, lakini Mungu ni nani? Hata uwake pipi, hakuna mtu anafanya shingilia. hapa hapa usome Isaya arobaini na moja mstari wa kumi na tatu unasemaje? Amen. He yeah. Kitabu ni cha Isaia 41 mstari wa 13 inasema, Kwa yeah, maana mimi mimi Bwana Mungu wako nitakushika yeah, mkono wako wa kuume. Nitakushika mkono wako wa kuume. Nikikwambia nikikwambia usiogope. Usiogope. Mimi nitakusaidia. Amina. Amen. Amen. Hata wainuke. Hata yashibe kaburi, Bwana atakushika mkono wako wa kuume, atakuambia atakusaidia tu. Atakusaidia kivyote, maana yeye alipaka kitambo ni sisi tuwe karibu na, na Mungu, kama maneno la Morning Glory lilivyosema, tusonge hapo. Hata praise and worship team wamesema kwamba tu chini, tuko chini ya miguu yako Baba, tunanyenyekea. Tuwe hapo ili huyu Mungu wapate nafasi ya kututetea sisi. Hatuwezi, hatuna nguvu sisi, bila Mungu hatuwezi. Ukiwa na kiburi basi uwe na kiburi cha Yesu Kristo, lakini maneno yako tu ushindane na walimwengu wana kumaliza. Lakini ukitegemea huyu Mungu hata wakisema nini, hakuna kitu watafanya, maana atakuwa pamoja nawe, atakushika kwa mkono wako Amen. Na atakupigania kila kitu. Endelea msomaji na hiyo zaburi <laughs> Hmm. Maji yangalitugarikisha kabisa, mto kalipita juu ya yaroe kabisa pako hapo, yakalipita juu ya nafsi zetu hmm, maji yafurikayo nasikia maneno haa. Oh, unafikiri ukiwa hapa Jerusalemu ni wangapi wanaopigana vita na wewe? Kuna wale hadu zako wewe mwenyewe kuna adui wa ndugu zako pia ni adui zako. Baba yako aliacha adui zake, anapigana na wewe, nawea mama yako hizo hivyo. Hata babu yako aliacha maadui na pia vizazi vyake aza maadui mpaka leo. Sasa jiulize mimi na maadui baba, mimi na Mungu wanatumaini katika vilinge vya Naomba Mungu. Wakati mwingine unakuta wengine wanakuja kwambia wewe ni mchawi ameshinda. Wewe wewe, si yule ambaye wacha ameshinda. Wengine walikuwa kitambo na bado wanaishi wameshinda. Juulize mtu anakwambia we ulikufa kitambo, lakini mbona unaishi? Ameona ni huko kwenye misimu yao, wameona ni kungamana na Mungu anaeto waskia, endelea somajinaa Bwana yeah. Yeah. Yesu asifiwe. Nafsi zetu zimeokolewa kama ndege katika mitengo ya watesi wetu. Amen. Wao wanatega kila siku, zeni ni uongo hao, hawa wanatenga kila siku. Wewe uko Mombasa, kuna watu nimbako wanakuulizia kwani chanjo ya siku hizi amefika wapi?

alikuwa na mambo yake huko sijukuliasheligan diawaikokikazi uk mtoto wako si mzuri, siku hizi amebadilika, anataka wachukue umefika wa wakitafuta katika mizimu yao hauko wakitafuta kicha alizoweka hakuna. Bwana Yesu. Amen. Maana Mungu ni mtetezi wetu amaye anatupigania mpaka sasa. Kufika mahali hapa si uwezo wake ni yeye aliyejalia. Amen. Ahimidiwe Bwana. Amen. Endelea kusoma. Nafsi yetu mawindaji. Mtego umevunjika mm. Nasi tumeokoka unaremba na kana

Sisi tumeshinda luke, tangu ni mjua Yesu Kristo siogopi chochote. Maana kama hujajua kwa roho, mimi huwa nasema kama hao watoto wetu wenye tunawalea ama ulilelewa katika Ukristo tayari mpaka sasa, mimi naona hata wewe hujui chochote. Kani wewe nilewa katika Kristo, na ndio mambo ya kweli, neno la kweli. Mungu amekutetea tangu mtoto, hujaona vita vigumu, wewe hujui chochote. Nawaambieni ukweli. Kuli zeni sisi tulioona kwa macho. Ndio tunajua huyu Yesu ana nguvu kiasi gani. Kumi hata ana niambia leo sijui leo sijui Mungu aseme nini saa hii? Hakuna kitu nasikia. Maana najua huyu Yesu ana nguvu. Amen. Sakushi. Amen. Kimo nasema ukweli. Kama ni kufa wengine tulifufuka. Kamfikiria wewe utoke saa 12 jioni mpaka saa 2 asubuhi. Ni masaa mangapi haya?

Amen. Msaada mm -hmm, wetu katika jina la Bwana uh -huh, aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wetu uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hakuna mtu anaweza kutusaidia. Ni yeye pekee yake ambaye anaweza kutusaidia. Amen. Tunakwambia hivi, hakuna siku wanakutana na sisi tena A yeah, Jerusalem na hii Jerusalem tunayoijua hakuna siku na tatunasa tena. Jihadhari, uwe makini, soma hiyo Isaya 41 mstari ni wa kumi na mbili. Huyo Mungu hata tuacha tena, maana hatutakutana naotea. Kama ni baraka tutapokea, hata wafanye nini. Soma hivyo mstari wa kumi na mbili Isaya 41. Mm. Inasema nasemaje, utawatafuta, watawatafuta, wala utawaona, utawaona wana uta uta wala wala wapiga nao nao, eh, eh, watakuwa si kitu mm, watakuwa kama kitu kisichokuwa, wala waliofanya vita juu yako. Haleluya! wale waliofanya vita Amina, kutoka anzo mpaka sasa Hatuna kutana nao mana wameondoka kwa njia sawa. Kile chetaki ni kuenda katika barabara za kurasi. Kile cho unapotoka kwa vita, you have to relax. Sasa hivi tunapumzika kidogo yeah. Tumepigwa sana. Wengine yeah, tumekuta sijui na miguu. Kijiji tu hapo kinakudunga kwa mguu ndio hivyo a Eh, wa tambo kitu kama hiyo kama hiyo eh, unaomba na kichwa tu inakuwa ni tatizo, mpaka maana, daktari akifika pale anafanyia, basi wewe utakuwa utumie kitu kitu hizi dawa, maana hii kitu haiondoki tena. Sasa tumetoka huko, tumefika mahali hapa, tumeko katika mwangaza, wameachana na sisi, basi tufululize kuelekea katika baraka zetu Amen. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Ni neno la kutuzuia Malizia na mstari wawa wa Wafilipi kumi na tisa watende waspende watende waspende, na kumi na tisa hakika huwamwambilivu katika maisha yetu. Mwanadamu hana chochote. Mimi huwa nasema ile nguvu uliye nayo ni Mungu, hayo maarifu uliyo nayo ni Mungu, kile anachopata ni Mungu. Kwa hiyo ukikosa usikukulu kilala nchao usilalamike, ukikosa mdoha usilalamike, maana haya yote ni mapenzi ya Mungu. Ana mpango mzuri na wewe. Sisi tunaishi kwa neema, jinsi Mungu apendazo. Wacha tuishi hivyo, tunaka tusitamani vya watu. Hivyo ni neno linalosema. Amen. Tuendelea msomaji kitabu cha Filipi, hmm, 4:19 inasema na Mungu wangu na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji mm. kwa kadri ya utajiri wake mm -hmm. katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. umaongelea nanya Mungu atatujaza kadri ya utajiri wake katika Kristo Yesu, na hapa tuko kwa nani? Tuko kwa Yesu Kristo. mimi nimesema Yesu Kristo, mimi huwa namuita ni Mungu. Maana Mungu baba yake alimpatia vyote. Hapo Mungu hata fanya judgment na sisi hata tenga kondoo na mbuzi, hiyo ni kazi ya Yesu Kristo. Amen. Mungu hata tukaribisha mbinguni, keni ni Yesu Kristo tena tukabaye kwake na yeye. Amen. Mungu alitunika mamlaka yote yeye mtoto wake Hakuna mambo mengi hapa, utakapo mkataa Yesu, hakuna dirisha utakaloingilia, maana mlango ni yeye na madirisha yamefungwa, sijui utaingia na wapi? Amen, hiyo huyo, anasema ukweli. Lakini watu ukiwaambia kulingana na neno, wanakwambia huyu anaongea vibaya. Kuna wenzie tu wanaabudu, sijui Buddhism; kuna Hinduism. Mlango wa mbinguni ni Yesu. Sijui Buddhism atakuwa wapi? i yinyi watu kumbukeni uwaili neno, napenda kuongea, usidanganywe na hawa watu, wachaneni nao. Amen, amini Mungu ambaye ni Yesu Kristo peke yake, kuaanazuukuko mwisho n hakuna chanini wala chanini. Tumwamini Mungu tufike katika ufalme wa mbinguni na tubarikiwe sote pamoja.